Sababu ya pili tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu ili tuweze kufanya kazi za Mungu ambazo tumeagizwa. Baada ya kuokoka kuna kazi. Kuna mtu anaokoka aje akae bila kazi? Unaokoka You need the power of the Holy Spirit. You need the Holy Spirit to give you power. Maana Roho Mtakatifu sio power. Roho Mtakatifu sio nguvu. Roho Mtakatifu ni Mungu anayetoa nguvu. Kuna kazi ambazo tupaswa kuzifanya. Kazi mojawapo ni kuhubiri Injili. Kazi moja wapo ni kuponya wagonjwa. Kazi mojawapo kupambanua roho, na mambo mengine mengi, huduma mbalimbali, kuoperate katika vile vipawa. Na ndiyo sasa hapo Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, anaachilia kipawa cha aina fulani. Unaanza kusikia msukumo wa kufanya kitu fulani katika nyumba ya Mungu, lakini sasa, ili ukifanye kwa ufanisi, unahitaji akuwezeshe kwa nguvu. Zetu hatuwezi. We need the power. Na wapendwa, katika maisha haya ya Ukristo na Upentekoste wenzetu walituonyesha mfano, watu wa nyakati zile kumsikiliza Mzee Matende, maisha aliyoishi, akatrainiwa kuwa mchalo, anakwambia kanisa lingekuwa akaamua kuacha uchawi na kuokoka na akakutana na nguvu ambayo ukilinganisha na uchawi, uchawi haufui dafu. We need to be filled with the Holy Spirit because we've got a work to do with our own hands, with our own voice mwingine utasikia kuimba, mwingine utasikia kupiga mziki. Sasa Roho Mtakatifu huwa anagawa vipawa. <laughs> Sasa so, like, ili kile kipawa ki kiwe ki ki na nguvu na makali lazima kitiwe nguvu, kiwezeshwe na yeye. Waimbaji wenzangu mpo? Linapokuja swala la uimbaji katika muktadha wa utumishi, it is not the matter of your sweet voice and playing the right chords and the right numbers on your keyboard, that is not the matter. Yeyote anaweza kafundishwa; shika namba moja akakusikia; shika kodi 7 flat akakusikia; yeyote bila kujaribu kuokoka ili aonekane tofauti the the power of the Holy Spirit backing kila ambacho anakifanya, Roho Mtakatifu awe anakisindikiza hicho unachokifanya. Ndio maana kuna waimbaji wengi wazuri, wana sauti nzuri, but they don't bless people theeep hawasababishi matokeo yoyote katika ulimwengu wa giza, wala hausikii kutikisika na mpenda boss. thank you. Nampenda mtumishi wa Mungu Boaz Duncan, hana sauti nzuri kwa human standards. Boaz Duncan hana sauti nzuri, lakini yule kijana yule ana mafuta, ana mafuta, ana mafuta, ana anointing, ana mafuta. Mafuta ndio huwa yanaleta tofauti kwenye huduma ya kutoa wimbo wa wote, kwa sababu hata nyimbo zake zinazaliwa chini ya yale mafuta. Waimbaji wengi hawajui haya, mnafikiri tu ni kupanga vesi eh, unachonga vitu bam, bam, bam, bam, alafu unatengeneza na maneno bam bam, Yesu sivi alikafanya nini eh, alafu hey, unaenda studio, una unarekodi nimetoa nimepasia <laughs> haya ya hivyo, lazima kuwe na maelekezo nyuma yake, na maelekezo hayo yanasindikizwa yana na nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo hata urembo wako unakuwa na mafuta. Ndio maana leo mpaka leo Kumbuka umeweka wimbo kia an yani ulo, ule wimbo ukisikiwa, wale walio wa rohoni, nywele zinaanza kusimama. Imba sasa, wako nani usipokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Shemasi mmoja pale Azusa, ulipotokea uamsho, siku moja... ndio maana ngoja nirudie, ni, ni, ni, ni, ni tena, labda nitaisema kule baadaye nitaisema vizuri. Siku moja akaja mgeni Mchina, kama sio mchina ni Mjerumani, wakati huo yeye ndio ananena kwa lugha riba ya sa rekata raba ya kata, huko anasubiria kupokea wageni. Wewe shemasi wa hapa unakaa kaa tu unasubiria kupokea watu, unabrowse kwenye simu, hujui hata kazi yako. Akawa ananena kwa lugha riba ba rekata riba kata rekata ta. Sasa wakati yule mgeni anaingia, kumbe anampa maelekezo, pinda kulia hapo kata, ya, hapo, kata kushoto pokakaneshoto hapo nenda kakae kwenye kiti cha tatu. Huyu shemasi hana habari, yeye anena tu kwa lugha. Baadaye baada ilipoisha akamuuliza, ndugu wewe ni Mjerumani au ni Mchina? Kwani umenisemesha Kichina ukanielekeza ni kate kulia niende kushoto. We need the power. Ndiyo maana katika Matendo moja nane akawaambia ili mweze kuwa mashahidi wangu mnahitaji kupokea nguvu. Mkishapokea, mshahidi wa kweli wa Yesu ni yule aliyepokea nguvu. Wengine kama huna nguvu, you are powerless, keep quiet and shut your mouth na wenye nguvu yake, maana ufalme wa Mungu hauwi katika maneno bali katika nguvu za Mungu. Ili uweze kufanya kazi ya Mungu lazima huwe umejazwa Roho Mtakatifu. Ni hatari ukifanya kazi ya Mungu bila nguvu za Roho Mtakatifu. ukitaka Kunjua hili ni kweli. Kasome Matendo sura ya kumi na tisa, habari za wana wa Skewa, wakamwona Paulo pepo toka, pepo linatoka, na wao wakaona jamaa mmoja amepagawa, ikiatishia wanainuakidoo Toka. Nimetulia. Wewe, pepo, kwa jina la Yesu toka. Ah, yule ambaye anahubiriwa na Paulo tunakuamuru umtoke mtu. Walikosema ile pepo likawauliza, Samani Yesu namjua na Paulo namjua. Sasa naomba tuelezane. <laughs> Who are you by the way? <laughs> wakachelewa kuju walikochelewa kujibu. Makofi, Mateke. Mungu bila nguvu yake. Nguvu ya Mungu inapokuwa juu yako, ndipo hata kila kipawa ulicho nacho kinaonyesha makali yake. Unajua, kisu kisu ni kisu lakini ili kiwe kisu ni lazima kiwe na makali. Kuna visu vingine havikati. Kwa nini? Kwa sababu vimepoteza makali. Kipawa chochote ili kionyeshe matokeo ni lazima nyuma yake kuwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Katika Waamuzi sura ya sita biblia inasema gideoni alipojaa roho mtakatifu akafanya hayo aliyoyafanya akaleta mageuzi akapiga wamidiani kama vile hawana akili nzuri baada ya kujazwa roho wakati mwanzoni alikuwa mwoga waamuzi kumi na moja ishirini na tisa roho wa bwana akamshukia yefta na alipomshukia Yefta, Yefta akaweza kuwashinda adui zake wa Amoni. Waamuzi kumi na nne mstari wa sita Roho ya Bwana ikamjilia Samson, haleluya, akamrarua simba kama mwanambuzi. Kwa nini? by the power of the holy spirit. Amuzi kumi na tano mstari wa kumi na nne Amuzi kumi na tano mstari wa kumi na nne. Huyo huyo Samsoni alipofika Lehi, Wafilisti walikuja wakipiga kelele kukutana naye, ndipo roho ya Bwana ikamshukia kwa nguvu, zile kamba zilizokuwa mikononi mwake zikawa kama kitani imewaka moto, na vifungo vyake by mikononi wake. Baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yake, power kumtumikia Mungu. Mitume walifanya miujiza na ishara na maajabu kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe ali